Ikiwa tarehe kumi na nane ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuko hapa mjengoni Digarts Media. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia siku ya leo hapo baadaye, kinapigwa NBC Premier League. Utakuwa na mchambuzi mwenzangu, Mr. Samuel Emmanuel. <coughs> Bwana James, Samuel, karibu sana katika asante sana. Asante na sana. Ujisikie upo nyumbani, tubadilishane mawili matatu kuhusiana na laundi ya 28 na NBC Premier League. Leo kinapigwa. Wapenda soka wapenda soka kwa ujumla eh, wanafurahi na wanaenjoi wana leo kufuatilia soka kwa upande wako bwana James, bwana Samuel eh? Unaonaje, siku ya leo ni siku ya out kwa wapenda soka au wale ambao hawapendi soka wenyewe wako hari gani? Ni siku nzuri pia ni siku ambayo ni tarehe ambayo tarehe nzuri sana kwa wale wote wapenda soka, na siku ya leo ni tarehe tarehe kumi na nane ambayo tunajua ni mechi zote za Ligi Kuu zinaenda kupigwa, mechi zote za Ligi Kuu zinaenda kupigwa. Kwa hiyo ni out ya namna yake, Bwana Samuel. Yule anayetoka anaweza kuangalia labda, anayependa Yanga, anayependa Simba, anayependa Singida, anayependa Azam na timu zingine zingine, ni ruksa yeye kuchagua kwenda kucheza timu ipi, kuangalia timu ipi. Bwana Samuel, tukiangalia, ratiba ya leo ni tuna kosti na Fountain Gate, Azam FC na Tabora United Prison, prison na Yanga Africans, Mashujaa na KMC, Ken Gold na Simba, Dodoma Jiji na Singida Black Stars, yani Chui na Mungo FC eh, Zidi ya Kagera Sugar, Pamba na JKT Tanzania, laundi ya 28 kinakwenda kupigwa leo. Hebu twende tuangalie baadhi ya mechi eh, tuje tuangalie Young Africans, pamoja na Prison. Kwa upande wako unaona ni mchezo wa namna gani? Uh, kwa upande wangu timu ya Prison na Young African ni timu, ni mechi ambayo naiona ni mechi ngumu kwa upande wa pili, kwa maana kwamba kila mmoja amejiandaa na kila mmoja anataka mchezo na kila mmoja anataka pointi tatu. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu kwa Young African, tunajua anatetea ubingwa na pointi zake 71 pale juu 72 pale juu pia na Prison anatetea eh, kupata nafasi hizo tatu, pointi tatu aweze kupata, naweza kuongeza pointi zake pale alipo saa hivi. Kwa hiyo tunaona ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana, ukiangalia Yanga Afrika, nyuma yake kuna Simba anayemfukuzia kwa pointi. Kwa hiyo atakuwa na umuhimu sana kuutaka mchezo wa leo. Na Prison tunajua na yeye eh, hayupo mbali, ni mtu mzuri, ni mtu mbadi sana na eh, huwa hayupo kizembe. Ekumbukwe, Tanzania Prison wazee wa nginja, nginja mwaka huu hawako vizuri kabisa, yani wanapambania kutokushuka daraja, yani kucheza play kwenye eneo ambalo wapo na pamba jiji kutoka Mwanza. Sasa kwa upande huo, huwezi ukaona kuwa inaongeza ugumu wa klabu ya Yanga kupata alama zote tatu. Ni kweli, inawia ugumu sana, inawia ugumu sana, maana tunajua Prison na yeye yani hakubali japo ndio tayari kimesha maji yameshamfika kwamba iwe fani, yani yawe afanye afanye afanya, lazima playoff akacheze hata kiongoza pointi tatu na kwa bado ni, ni changamoto, lazima aende akacheze playoff. Kwa hiyo inakuwa na muya ngumu sana, kwa mechi ya leo kuipoteza lazima apambane, afanyaje? Hawezi kushinda zidi ya Young Africa na Yanga, unajua na yeye anataja kuwa juu kileleni sana, kujiweka mbali na Simba. Kwa hiyo lazima na yeye anakuta na tetea, lazima apate ushindi. Ya, asante sana hayo ni maoni ya yeah. Samuel Emmanuel yeye anasema kwamba Prison wanataka pointi na Young Africans nao wanataka pointi, kwa hiyo anaona utakuwa ni mchezo wa namna yake wenye kuvutia. Wewe utachagua uangalie chaneli gani na uangalie mechi gani, na miongoni mwa mechi ambazo utakwenda kuzishuhudia tena siku ya leo hapo baadaye ni mnyama mkali dhidi ya Ken Gold. Ikumbuke kwamba eh, wachezaji wa Ken Gold ni kwamba hawakuwasili, kuna tetesi kuwa hawakuwasili kambini. Eh, eh, saizi wanawaza wana, wana kutumia wachezaji under 20. Kwa upande wako unafikiri hii ni mind game au inaweza kuwa ni faida kwa upande wa Simba? Kwa upande wangu nikasema labda inawezekana sio mind game, au tu ni maneno tu yanasemwa mtandaoni na watu, lakini kwamba Ken Gold wakawa wamejiandaa vilivyo vizuri tu ili kumtoa mchezoni Simba, na tunajua ni Simba ni mpinzani mgumu na ni mpinzani ambaye ni mkubwa na anagopeka kwa vilabu vingine vingine vikutana naye, lakini kwa mtu kama Ken Gold pia sio mpinzani wakirahisirahisi wa, wa, wa kwamba tunajua hata Yanga African <coughs> alisumbuka sana kupata matokeo hata ile alama moja ile goli moja aliyopata ni kwa mbinde sana. Kwa hiyo mtu kama Ken Gold amejiandaa am, yani ni mchezaji ni timu ambayo ni nzuri na wachezaji wazuri. Kwa hiyo hata Simba ajiandae vizuri tu kwenda kwa Ken Gold. Asichukulie advantage hiyo labda kusema Ken Gold hakufika ndani kwenye kile cha mazoezi kwa wakati na sababu zingine zingine ila ajiandae. Lolote kitatokea, anaweza kafungwa Simba au kafungwa Ken Gold. Tunajua mpira ni mchezo wa makosa zakafanya kosa, mwenzee kakuadhibu kutokana na yale makosa yako. Kwa hiyo Simba au Ken Gold, yote mi nawaambia kila mmoja awe makini na maandalizi mema, mazidi ya hapo baadaye kucheza hiyo game. Eh, bwana we, haya ni maneno ya mchambuzi Samuel Emmanuel, yeye anasema kuwa eh, klabu ya Simba wasije wakaenda kubweteka endapo wakijipwetesha kuwa wanaenda kukutana na mpinzani rahisi, wanaweza wakakutana na surprise na ikawa ni ngumu kwao kuwania ubingwa wa NBC Premier League. Miongoni mwa mechi zingine ambazo tunakwenda kushuhudia leo ni pamoja na Yuki na Lamba Lamba FC, kwa maana hiyo Tabora United pamoja na Azam FC na mpaka jana mchana tukawa tunapata kuwa ta, e, Tabora United ndio wanaanza, e, safari yao kutoka Tabora kwenda kumpata Azam FC Chamazi. Vipi kwa upande wako, unaonaje inaweza kawa ni advantage faida kwa klabu ya Azam kupata matokeo kirahisi, au wasijibweteshe? Wanaweza wakakutana na surprise kutoka kwa Tabora United, kama anavyosema Kristina Mwagala msemaji wako tunajua kwa mtu kama Tabora na Azam ni mechi ngumu na tunajua mwanzo hapo nyuma kwamba Tabora alipigwa na Azam na pia Tabora anaweza kumfunga Yanga lakini tunajua atakuwa na machungu atakuwa na kulipiza kisasi kwa kila alichokutana nacho raundi ya kwanza kwa hiyo kwa mtu kama Tabora na labda kusema na changamoto za kukutana nazo, kuto kuanza safari kwa wakati na mambo mengine, wengine hatujui, labda anaweza kaa yupo fiti au asiwe fiti, lakini kikubwa tunajua ni ile, yani maturity wa mchezaji, yani kuwa na pumzi, kuwa na energy ambayo itamsaidia kufanya kuwa mchezoni. Lakini Azam tunajua mpaka sasa yupo nyumbani, amejiandaa vya kutosha na mazoezi mengi tu amefanya, kwa hiyo ikaa inamwekea confidence Azam kwamba hiyo mechi ya leo anaweza kufanyaje, anaweza akashinda, lakini tuone dakika 90 ndio zinazungumza na mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo tuangalie kwanza dakika 90 zinasema nini. Haya ni maneno ya mchambuzi mwenzangu bwana Samuel Emmanuel. Yeye anasema kuwa Azam wasije wakijibwetesha, kuna watu wanaweza wakapika na kula motoni hapo hapo, kwa hiyo wasijibweteshe kuwa Tabora wamechelewa kufika hivyo wasijiandae vizuri, wanaweza wakakutana na bonge la surprise. sasa bwana Samuel eh? miongoni mwa wadau wakubwa wanaotufuatilia Digarts Media pamoja na watu wadau wote kwa ujumla, unawaambiaje wadau wetu wale wawekezaji eh? kwa upande wako mechi tatu tu ambazo unazichagua eh? waende na yani, warudi na nani, nani atashinda goli ngapi, basi wanataka kupata angalau utabiri. Wako unakwenda vipi? Aha, mimi kwa utabiri wangu, kwa wale ambao labda wana mambo ya betika, mambo ya kubeting, shinda shinda mkeka, kutandika mkeka, naweza nikaanza na timu ya kwanza. Kana peni na karatasi kabisa, twende taratibu tueleze kuelewana. Tunaenda na Azam zidi ya Tabora United pale tunampa Azam anaweza kushinda goli moja au mbili, ila ushindi kwa Azam ni lazima. Tunaenda timu ya pili, tunaenda kumkuta Simba zidi ya Ken Gold. Pale tunampa Simba yani uhakika ipingu mia mia. Goli ngapi unaona? Usiseme tu uhakika mia mia goli tatu, wazee wa over two, shukweni hiyo umpa goli tatu yeah. Tunaondoka na mashujaa zidi ya Kino boys, Kino boys. Kino boys. Tuenda kumpa Kino boys pale mtoto wa da. Kwa utabiri wangu utakuwa umeishia hapo. Huo ni utabiri wa Samuel. Sio mimi ni utabiri wa Samuel. Kwa upande wangu mimi naona mechi ya Forten Gate na Coast Union we tia tu moja moja imeisha lakini Simba anashinda nne bila Yanga Africans Tanzania ya Prison moja Yanga sifuri miongoni mwa taarifa zingine ambazo tumekuandalia e bwana Mamelodi katutoa kimasomaso bara la Afrika hapo jana alishinda mchezo wake, kati ya tatu kambani mbili zikakataliwa, moja kakubaliwa. Vipi kwa upande wako, Mamelodi itafika mbali au hizi ni mbio za ukingoni hufikia sakafuni? Ah, hatuwezi jua, na <coughs> timu mpaka mtu kufika mbali ni jinsi alivyojiandaa, yani kama umejiandaa vizuri, basi unaweza kufika mbali tunaona kama Mamelodi al Al Ahly ni vilabu vya kutoka Afrika ndio vinavyotuwakilisha na kama kina Wydad ndio tunao tuwakilisha, lakini kwa <coughs> kwa matokeo tunayoona ya hapo mwanzo kwa Al Ahly kushindwa kufika lengo ta kushinda, ila tumemwona Wydad, Mamelodi ameweza kujinasua ku, kuji na kupiga hatua. Ni vizuri kwa vilabu vya Afrika, tunataka tukajivunia, tukajipongeza. Pia tunamwombea akaze buti na awe na juhudi ile, ile ile, akijipamba akijipanga vizuri hakika anaweza kwenda mbele, Bwana. Mamelodi pia ni klabu nzuri, ni na ina wachezaji wazuri tu, Bwana Samuel. Kilichonishangaza yeah, jana ile kauli ya Mamelodi nimeona ikifanya kazi pale Marekani, wanasema ugenini ni kama nyumbani. Kulikuwa na mashabiki wengi kweli eh? Kwe, yeah? wanaimba zile nyimbo zao wanashangilia mwanzo mpaka mwisho. Sasa ile inishangaza sana mpaka wanakuja kipindi cha kwanza wamepiga zile goli mbili na zote zimekataliwa na bado bwana eh, ile timu ya Utrans ikawa inapata tabu kuwa kaba. Mamelodi ni Mamelodi wako vizuri, au walikutana na mpinzani dhaifu? Ah, kila siku mi nasemaga, mimi kwanza kabla ya yote mimi ni mshabiki wa Mamelodi Ah, Mamelodi hey, okay. Ni timu wangu ambaye naijua ni muda na Mamelodi ina wachezaji bora wazuri, ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo sio licha ya kukutana labda na mpinzani ambaye labda inaipo vizuri ila pia ni timu, yani timu zote zimekutana zipo vizuri kwa ni mbinu kikubwa kinachofanyika pale ni mbinu. Ukimzidi mwenzio mbinu, basi unaweza kumkamata ufanya unavyotaka kwa hiyo hata Mamelodi jana tu, ni kwamba tuweze kumsifia kwamba mbinu za kivita anazo vizuri na silaha za kivita pia anazo. Tunaona kina maslahi yene kina Shalulile kina Mokwena, na wachezaji wengine wengine wapo vizuri yeah. Hayo ni uchambuzi kutoka kwa mchambuzi mwenzangu bwana Samuel Emmanuel, yeye anasema kuwa mama yote iko vizuri wao, kauli mbiu yao wanasema ugenini ni kama nyumbani. Nikushukuru sana wewe mpenda soka na mdau wetu mkubwa wa Digarts Media, niendelea kukukaribisha na endelea kushare habari ya mjini, nikuwa na Digarts ndani ya youtube bila kusahau kusubscribe. Eh, waambie ndugu na jamaa vijana wote huku ndio habari ya mjini, tunasonga mbele basi, tukutane baadaye tukacheki game mm. Eh? leo ni furu shangwe, ni siku ya kufurahi bwana asamu, okay. Furahi ufurahi hivyo, ila usimkanyage mwezako. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa, ila usimguse shabiki wa Yanga na wa Simba Simba. Kila mtu atakufa na chake leo, hakuna cha kusema huyu amefanya hiki, huyo amefanya hiki. Usimwachie limoti, yani ashike mtoto limoti, asishike mtoto, atakuwa anapenda kuangalia kantuni. Leo ni siku ya soka. Asante sana, umetisha sana wewe unayetufuatilia. Big up. bye. bye, bye. bye. bye, bye.